Ati ni mtu ambaye akifariki anapelekwa bado nyumbani anapelekwa home umash finro home lee finro home. Marehemu akifariki mochari. Umpate marehemu city mochari ya unaona. Hayati ni mtu ambaye hata anaweza akamua ako bisi. Hakai sana huko home, ako bisi, ako bisi, anakuwa day scholar ya unakuta mchana ako na event, unamkuta Parliament, unamkuta Nyayo Stadium ako pi, anarudi anarudi home jioni. Ku marehemu vile aliingizwa City motoring ng'a, atatolewa kama familia itafaulu kufanya michango za kumtoa familia ikifaulu ndio watamtoa mochari, wampeleke straight nyumbani. Hayati hata viewing, you go to view hayati, unaona it's organized ya yeah? you know it's organized, you pass by, muna keep distance, imewekwa five seconds maximum. The best you can do is maybe just bow your head and proceed. marehemu <laughs> yake nduru inaanzia kwa geti ya... <laughs> Hayati ni mtu ambaye hata watu wenye mazishi yake hamjui ni nini imetumiwa, hamjui ni how much imetumiwa. Vitu organized, hakuna WhatsApp groups, ile ya primary school, WhatsApp group ya estate, ya high school, ya kazini, Garden Square. Garden Square mchango kila jioni unachangishiwa na nguvu. Unaingia hivyo wasichana wenye miaka Garden Square amesha kuja na handkerchief by force anakupin handkerchief, ukikataa anaku na kudunga na hiyo kipini ya yeah. Hayati hata hujui ilichangishwa aje. Hayati kwa masishi yake chakula inashaviwa na Hilton, Stanley, Kempiski, and above. Hiyo marehemu, punda zilianza kusomba maji saa tisa ya asubuhi, wamama, wamama na mauteo ya gidheri kwa ma... mazisi ya marehemu. Hata chakula inagawanywa mara mbili, kuna chakula ya watu wa Nairobi na kuna chakula ya watu wa ushago, unaona. Baada ya mazisi, unasikia watu wa Nairobi, plis endeni kwa ile tent Watu wa nyumbani shikaneni watano watano mchukue besheni ya gidheri mtafute miti mahali. <laughs> Look, look at even the way hayati anapelekwa chini with lowering gears just a button, a button, a button and it's going down smoothly. Smoothly. Marehemu kwanza, vijana waingie kwa kaburi ndani, wanangoja kupokea jeneza na wamelewa, munawajua. Unasikia kichwa iko pande gani? Kichwa iangalia gati. ni mtu ambaye alipokuwa anaugua alikuwa anatibiwa na daktari marehemu. Alikuwa anatibiwa na daktari hayati. Alipokuwa anaugua alikuwa anatibiwa na And there's a last one that I will throw in just as a by the way. Tunamuita mwenda zake. So we have hayati, marehemu na mwenda zake. Mwenda zake ni mtu amekufa kifo ya ujinga tu, unatembea ukagonga na punda ama na mkokoteni ama ukakunywa ujimoto.